Uchunguzi kuhusu mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang yanapoendelea kupamba moto. Kinara wa chama cha DCP pi, na pia aliyekuwa naibu wa rais Regathe Gashagwa amefichua kuwa kifo cha Ojwang ni moja kati ya vifo vya vijana ambao wametekwa nyara na kuuawa kinyama na kikosi spesheli ambacho anadai kuwa kinajumuisha maafisa mia moja na mmoja ambao wanatekeleza utekaji nyara nchini. This issue of Albert Ojwang is just a tip of the iceberg.

Gachagua akidokeza kuwa ni sharti serikali kulipia maovu ambayo wamewafanyia Wakenya ya utekaji nyara na mauaji, huku akisema kuwa ni lazima haki kwa familia ya Ojwang ipatikane. Hii tu ni vile tu imeponyoka hii ya Ojwang, wengi sana wamekufa. and William Ruto cannot run away from these deaths, he is responsible and Kenyans will punish him for that. That case of Ojuang is being there is a cover up. Aipoa hao watu Ruto ndio ameweka hapo. Aidha viongozi wengine walioandamana na Gachagua akiwemo mwakilishi wa wanawake kaunti ya Kirinyaga Jenjeri wamemsuta Rais Ruto kwa kutochukua hatua dhidi ya naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat kwa madai kuwa yeye ndiye muhusika mkuu katika kifo cha Ojwang, wakidokeza kuwa ni dhahiri shahiri kuwa serikali inazidi kuficha ukweli wa nini haswa kilitokea na kupelekea Ojwang kupoteza maisha yake. Na kama kweli kasogo ni mcha Mungu, leo hii Eliud Langat angekuwa amestep down ama angekuwa amewachisha kazi, lakini wanataka kuficha ukweli, ndio sababu wanazunguka wanazunguka. But the the Kenyans know the truth. Kijana mtoto pekee ambaye mama yake na baba yake wamepata wamefanya kazi ya kuari, wamejisukuma kabisa kama hustlers, ili waweze kumsomesha huyo kijana, lakini hii serikali imemwondoa pale nyumbani. Na kufuatia ziara ya naibu wa rais Kidhure Kindiki na viongozi wengine maeneo ya Ukambani na kumtaka kinara wa Waipa Kalonzo Musyoka kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza. Gachagua amewakashifu viongozi waliotoa matamshi hayo akidokeza kuwa muungano wa upinzani uko imara na hautakubali kusambaratishwa. Nimeona wana shida huko Ukambani, ati wakijaribu kufuruta Kalonzo, wakijaribu kutugawanya. Wacha tu ni confirm, sisi si watu wajinga, tukigawanyika tumekwisha. United as leaders. Walizungumza haya kwenye ibada ya Jumapili katika kanisa la Kagio Holy Spirit, kaunti ya Kirinyaga. Mary Kialo, Undugu TV.